Habari za wakati huu na karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kwa usiku wa leo, maeneo mengi yanatajwa kuwa makavu, lakini kwa maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiu na Mara panatajwa kuwa na hali ya mwingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho, upepo unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Viktoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa na kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa kwa ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani yote, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu katika mkoa wa Katavi, Kigoma na ukanda wa ziwa Victoria, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na maeneo ya ukanda wa pwani yote panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajia kuwa na hali ya, ya mwingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi na vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi. Arusha tunatarajia mvua nyepesi na vipindi vya jua. Mpenda mtazamaji, nikusihi endelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na nikutakia wakati mwema.